Visiwani Zanzibar, mashindano makubwa ya kuhifadhi Quran yamefanyika kwa ufanisi mkubwa katika viwanja vya Aman Complex na kuhudhuriwa na maelfu ya watu pamoja na mgeni rasmi wa shughuli hiyo Rais Dr. Hussein Mwinyi. Kikosi kazi cha waandishi wa Swahili Voice kilifika viwanjani hapo na kufanya mahojiano na wadau kadhaa waliohudhuria mashindano hayo, na hapa wanasema. Nayo, napo vizuri. Alhamdulillah, yanaendelea vizuri, tumejifunza mengi katika mashindano ya Qurani, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengi tu amenivutia usomaji wao wa Qurani vizuri. Watu wamejaa wengi, mpaka wengine wame, yani watu utulivu mwingi, yani alhamdulillah, watu wengi walikuwa wamejaa sehemu nyingi, wametulia, utulivu mwingi, amani, sauti tume, yani tume, wametulia kifua baada ya kuisha kumshukuru Allah na kumtakia ziada za kheri Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasalama, kama unavyoona nyuma yangu watu wanavotiririka kutoka ndani ya huu uwanja. Hawa watu hawajaji kucheza disko, wamekuja kusikiliza maneno matakatifu ya Mwenyezi Mungu ambayo mwenyewe ameasifu ndani ya kitabu kutukufu cha Qur'an, kwamba tuje tufunge na tuweze kuwa wachamungu. Hizi ni sehemu za kutafuta ucha Mungu, ibadat. Kwa hiyo mimi swala hili kwa kweli limenifurahisha na limefanya nifarijike, hususan kumuona kiongozi wa nchi akiwa ameshiriki nasi kwa bega kwa bega, hajatuacha mkono katika swala hili hata mara moja. Naitwa Mwanaisha Muhamed Faki na mashindano nimeona mazuri, nashukuru Mungu mpaka sasa. Usalama wa hapa kwenye mashindano, wananchi wapo vizuri, mpaka sasa kuna fujo tujitokeze kwa wingi kuja kuhudhuria. Ujumbe mwingine wote? Hamna ujumbe wote. Kitu gani leo kimekuvutia zaidi katika mashindano haya? Kilichonivutia wananchi kujitokeza kwa wingi kuja kushiriki katika mashindano haya. Jina na, so, langu naitwa Mruzwai, kwa kweli natokea Mwera ma mashindano ni mazuri na ni eh, kwa kweli nimeyapenda, eh kwamba yametuelimisha, yametufunza, yameonyesha, yani yameonyesha wale walioshiriki wale wana kiwango cha juu hasa. Eh, kitu ambacho kimenivutia kwamba yule ambaye wale wa washindanaji wa wawili wale ambao wanaulizwa maswala haya ngapi na ngapi, na wakawa nazijibu wanajibu, zile tunaziita kompyuta, kwa kweli eh. Hapo ndio nilikuwa nimeona pako vizuri, nimejifunza vitu vingi sana. Kwanza, eh, kwanza mimi mwenyewe napenda kusoma Qurani, kwa hiyo naona eh, vile alivyokuwa wakisoma kwa kweli inanifurahisha. Sehemu za kuvuta wanavuta, sehemu za kugonga wanagonga, sehemu za eh, kulikuwa kuna mambo ya kalkal sura mle, kalkal kubra eh, madu arzu sukuni zilikuwa zinaenda vizuri, basi mimi nilikuwa naona raha tu. Naitwa Patima Juma Ussi. Mashindano ya leo ni mazuri sana. Kilichonivutia zaidi ni kuhifadhi Qurani kwa tashkili. Nimeondoka na zawadi na washiriki wanangu ili wasome Qurani kwa zaidi. Mashindano ni mazuri tu tena sana sana sana sana. Nimefurahi sana kuyasikia kwa sababu mimi si msomaji, lakini kwa vile vigezo ambavyo vilitumika pale vya kutafuta huyu nani ashinde huyu nani ashinde, vimetumika vimetumika ipasavyo. Kwa sababu kusoma ukakosea si tatizo. Yeah. Nimekosea. Mashindano yamefanyika yamefanyika vizuri tu na hukumu zimetumika vizuri. Pamoja na na, na yote hayo, ndio watu wanalalamika Zanzibar hawakupata ndio kwa sababu wao wameshindwa kutumia hukumu. Kwa jina naitwa Hasanati Ngwali Suleiman, natokea Chumbuni A. Mashindano yameenda vizuri alhamdulillah, tumeona na kutokana na hali hii ya washiriki hivi kushiriki haya mashindano, kwa sababu Qur'ani ni kitu ki, ni kitu kigumu kwa kuhifadhi kwa hili tunawaomba viongozi waongeze jitihada zaidi ya kuwapa zawadi zaidi ya kuliko hicho walichokitoa leo, kwa sababu Qurani juzuu 30 si kidogo. Mi mwenyewe na tamani niwe nimezihifadhi, lakini nimeshindwa kutokana na hichi kitu ni kigumu, lakini inshaallah Mwenyezi Mungu atanifanyia wepesi, nitaihifadhi. Kwa hiyo tunaomba viongozi wetu wajitahidi katika kuzitoa hizi zawadi ziwe kubwa kidogo zaidi ya hapa inshallah. Bin Hamad bin Halifa ni mwalimu wa madrasa, na mimi napenda sana kusoma Qurani na na inshallah mwakani inshallah, na nataka nije niingie nimi kwenye mashindani haya ya Qurani inshallah. Mashindani yameenda vizuri, hapajaharibika kitu tu kidogo, yameenda vizuri sana. Mkazi wa Mfelesini, mashindano ni mazuri kwa kweli, wananchi wameitikia wito kwa vizuri, kwa sababu matangazo yametoka tu sana na watu wakafurahia, na kutokana na imani za walizojaliwa na Allah subhana wa taala. Kwa hiyo tukaweza kufika na mimi moja hapo nikashiriki kufika hapa eh, mapema tu watu wamefika. Kwa hiyo hili tunalishukuru sana. Vilevile mashindano yetu yamekwenda eh, kama alivyotarajia Allah subhanahu wa ta'ala kuyapanga kwake na ni uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala aliufanya. Kwa hiyo kwa ni mazuri kwa kweli, na nimeafurahia nami mimi natamani, natamani kama niwe miongoni mwao, kama japo kwamba nishakuwa mtu mzima shakuwa mkubwa, lakini mimi natamani juu ya kubwa wangu, sababu elimu tumeambiwa eh, uifate mpaka China na haizeeki elimu, kwa hiyo Eh, nahili, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi na hili na mimi nalitamani sana. Naam, hayo ni baadhi tu ya maoni ya wadau waliohudhuria mashindano hayo ya Quran huko Zanzibar. Kwa niaba ya Swahili Voice tunawashukuru nyote kwa pamoja, na tunampongeza Rais Dr. Hussein Mwinyi kwa kufanikisha mashindano hayo kwa ufanisi mkubwa.